Karibu tena Pop Recaps, na leo nawarudisha nyuma hadi elfu mbili na ishirini, lakini kabla hatujaanza naomba tuweke lengo la likes 500 kwenye video hii. Kiongozi wa genge aliishi maisha ya kifahari akiwa gerezani. Alikaa kwenye chumba cha kifahari cha mtu mmoja kilichojaa vitabu vya usimamizi wa biashara na historia ya dunia. Kila asubuhi saa kumi na mbili walinzi walifungua milango ya gereza kwa wakati ili aruke nje kwa mazoezi. Hata mkuu wa gereza alimfuata kila mara akimsifia kwa kumsaidia kupandishwa cheo. Kiongozi huyo alitabasamu kadharau na kuchukua simu kutoka kwa msaidizi wake. Mwanaye alikuwa amemshukuru kwa pikipiki ya kifahari aliyopokea, lakini katika safari yake ya kwanza aligongwa na mtu aitwaye Song Hayong. Siku hiyo Song Hayong alikuwa ametoka kumuheshimu marehemu mama yake na alikuwa njiani kurejea nyumbani. Alipatwa na shambulio la pumu barabarani, jambo lililomvuruga na kusababisha amgonge yule kijana aliyekuwa kwenye pikipiki. Mwathiriwa alijeruhiwa vibaya. Akiwa amestuka, Song Ha Yong alichukua simu kutoka mfukoni mwa mwathiriwa ili kupiga simu ya msaada, lakini shambulio jingine la pumu likamshika, na kwa hofu alimwacha yule kijana akiwa barabarani na kumpigia simu baba yake kuomba msaada. Baba yake Jaji Song Pan Hao alijulikana kwa uadilifu na kujitolea kulinda wanyonge, mara nyingi akipinga matajiri wenye nguvu ya kumaliza kesi. Alipoona simu nyingi zilizokosa kutoka kwa mwanaye, aliita haraka. Alipofika nyumbani, mwanaye akiwa na machozi, alimweleza ukweli kuhusu ajali ya kugonga na kukimbia. Baada ya kusita kwa muda, Song Pan Hao alimhimiza mwanaye kukabiliana na makosa yake na asikimbie uwajibikaji. Alimfundisha somo muhimu la maisha na kumshawishi ajisalimishe mwenyewe katika kituo cha polisi. Akiwaona hofu na huzuni ya mwanaye, Song Pan Hao aliamua kuripoti tukio hilo yeye mwenyewe na kumruhusu mwanaye aje kuungama baadaye. Hata hivyo, alipokaribia kituo cha polisi, alikuta kimejaa vurugu, huku habari ya tukio hilo ikita tangazwa kwenye televisheni mwathiriwa alikuwa ni mwana mdogo mpendwa wa Kim Kang Hyon, kiongozi maarufu wa genge na tajiri wa ujenzi ambaye hivi karibuni alikuwa amefungwa kwa makosa ya kifedha Kim aliishi kwa uhuru zaidi gerezani kutokana na utajiri wake alipotambua kuwa Kim Kang Hyon hangemsamehe kamwe dereva aliyesababisha kifo cha mwanaye Song Pan Hao alijikuta amepambana na dhamira yake ya haki akiwa amelemewa na hofu na huzuni aliacha kufuata kanuni zake za uadilifu hakuripoti tukio hilo na badala yake alimrudisha mwanaye nyumbani haraka akimwagiza aandike maelezo yote ya ajali hiyo Song Pan Hao alifunga mapazia nyumbani na kusafisha nguo za mwanaye zilizokuwa na damu, kisha aliziharibu kwa kuzitupa kwenye lori la taka. Baada ya hapo, Song Pan Hao alifuta kwa uangalifu mabaki ya damu na ushahidi mwingine kwenye gari ya mwanaye, kisha alitazama video mtandaoni na akabadili kofia ya gari na sehemu nyingine mwenyewe. Wakati wote huo, Song Pan Hao alihakikisha kila undani unafanywa kwa uangalifu mkubwa. Mchana huo mwanamke mzee alimtembelea Jaji Song Pan Hao akiwa na mjukuu wake baada ya kusikiliza kesi mahakamani. Mwanamke huyo alikuwa amekuwa akiuliza maswali mara kwa mara kuhusu mshtakiwa, akihisi kuwa kifungo cha miaka miwili kilichotolewa hakikuwa haki. Hata hivyo, baada ya kuona hali ngumu ya kifamilia ya mshtakiwa huyo, aliamua kumsamehe, akiamini kwamba miaka miwili ilikuwa ya kutosha kuponya majeraha yake na kumfanya mshtakiwa ajutie makosa yake. Mwanamke huyo mzee alikumbusha nafsi yake kujifunza kusamehe. Maneno yake yalimgusa Song Pan Hao ambaye bado alikuwa na moyo mwema. Alimpa juisi mjukuu wa yule mwanamke mzee kwa upole, lakini ndani ya nafsi yake alijua kwamba ili kumlinda mwanawe ilimbidi aache kanuni na misingi aliyoweka kushikilia kwa moyo wote. Ili kuharibu ushahidi kabisa, Song Pan Hao alimtafuta mwanasiasa mmoja, alimweleza kwamba gari ambalo marehemu mkewe alikuwa akilitumia lilikuwa likimfanya mwanawe kuwa na huzuni na kulia kila alipoona, akidokeza kwamba gari hilo linapaswa kuondolewa kimya kimya bila mtu yoyote kujua. Mwanasiasa huyo alielewa ishara hiyo na usiku huo akawasiliana na dalali ambaye kesho yake alimwajiri mwizi mtaalam kuiba gari hilo kwa utulivu kutoka nyumbani kwa Song Pan Hao. Song Pan Hao aliangalia kwa siri wakati gari likiibiwa, kisha akachukua kumbukumbu ya safari za mwanawe siku ile. Baadaye alitembelea kaburi la marehemu mkewe akiwa na mwanawe ili kuchunguza kama kulikuwa na ushahidi wowote. Kwa bahati nzuri, waligundua kuwa kamera za ulinzi zilikuwa zikifungwa upya mangoni, na kwa kuwa mfumo wa ama ulikuwa ukibadilishwa uwepo wa mwanawe makaburini siku tatu zilizopita haukurekodiwa. Zaidi ya hayo, eneo la maegesho ya makaburi lilikuwa wazi bila rekodi za magari kuingia, jambo lililompa Song Pan Hao faraja kubwa. Gerezani, Kim Kang Hyon aliposikia habari za kifo cha mwanawe katika ajali ya gari, alimjulisha mkuu wa gereza kwamba wakili wake angepanga aachiwe mara moja. Muda mfupi baadaye, Kim Kang Hyon aliachiliwa na moja kwa moja akaelekea kituo cha polisi akiwa na wafuasi wake polisi kuwa mwanawe alionyesha dalili za uhai baada ya ajali na kwamba angeweza kuokoka kama angepelekwa hospitalini mara moja. Polisi pia walieleza kuwa mauaji ya makusudi yangesababisha ya kifungo cha zaidi ya miaka kumi, ilhali ajali ya kawaida ya barabarani ingepelekea kifungo cha si zaidi ya miaka mitano. Kisha walicheza rekodi ya simu waliyopiga Song Ha Yong akiomba msaada akitumia simu ya mwathiriwa. Kusikia pumzi nzito kwenye simu hiyo na kuona mwili wa mwanawe uliopotoka sura, Kim Kang Hyon ambaye kwa kawaida alikuwa mtukatili alikuwa mtukatili shindwa kujizuia akalia kwa uchungu na akaapa kwamba kifo cha mwanawe hakitapita bure. Kwenye mazishi Kim Kang Hyon alikuwa akiomboleza kifo cha mwanawe, wakati ghafla mwanawe mkubwa kutoka kwa mama mwingine aliwasili. Mwana mkubwa huyo alikuwa na migogoro ya muda mrefu na kaka yake wa kambo pamoja na mamake wa kambo ambao walimshukukua na mkono katika kifo hicho. Mama wa kambo alidhani huenda mwanamkubwa alikuwa amemuua kaka yake ili kurithi biashara ya familia. Akiwa na hasira, mwanamkubwa alimkazia macho kwa chuki, lakini hakusema chochote, kwani Kim Kang Hyon aliingilia kati akimwambia arudi Marekani na asiingilie mambo ya nchini. Hata hivyo mwanamkubwa tia agizo hilo badana yake, alizungumza na vyombo vya habari akiapa kwamba angemtafuta mtu aliyesababisha kifo cha kaka yake kwa gharama yoyote. Siku hiyo hiyo, mwanamkubwa alimkabili kundi la wahuni akiwauliza kama walihusika na tukio hilo. Kiongozi wa kundi hilo, mwanamke jasiri, alikanusha, lakini mwanamkubwa aliendelea kusisitiza. Alikuwa na imani kwamba wahuni hao waliokuwa na chuki dhidi ya biashara ya familia yake walitaka kulipiza kisasi. Licha ya kukanusha, aliwatisha kwamba kama hawatampata muuaji angewabebesha lawama yeye mwenyewe. Usiku uliofuata katika ukumbusho wa mwana nawe Kim Kang Hyon aliendelea kusikiliza tena na tena rekodi kutoka kwa polisi iliyorekodiwa wakati wa simu ya dharura ya ajali hiyo. Ingawa sauti ya mpigaji simu haikusikika vizuri, Kim Kang Hyon alionekana kushangazwa baada ya kuisikiliza kwa makini, kana kwamba alikuwa amegundua jambo muhimu lililofichika ndani ya rekodi hiyo. Baada ya ajali, Song Sa Yong alisimama kwa muda mfupi kwenye gereji moja ya matengenezo ili kuhakikisha kama kamera za usalama za duka hilo zilikuwa zimechukua picha ya gari lake. Baadaye Song Pan Hao alitembelea gereji hiyo peke yake akidanganya kwamba mpenzi wake alikuwa akimsaliti na kwamba alitaka kuona rekodi za kamera kuthibitisha. Mwanzoni, mmiliki wa duka hilo alisita, lakini baada ya kupokea rushwa alikubali. Wakati mmiliki huyo akiwa amevutwa kwenye mazungumzo, Song Pan Hao aliitumia nafasi hiyo kuangalia kwa siri na kufuta video zote zilizomwonyesha Song Ha Yong akiingia kwenye duka hilo. Baada ya kuondoka dukani, Song Pan Hao alimshauri mwanawe awe mtulivu na asionyeshe wasiwasi ili asishukiwe. Kisha alimtembelea polisi mwanamke alimfahamu vizuri, akidai kwamba gari la marehemu mkewe liliibiwa na kwamba alikuwa na wasiwasi kwa sababu alikuwa akiumia kwa kumbukumbu kumbu za mama yake. Aliomba polisi huyo amjulie kimya kimya kama gari hilo lingepatikana, na pia afunike makosa madogo ambayo mwanawe anaweza kuwa ameyafanya kwa bahati mbaya. Makosa yalifanyika. Mwizi aliyekuwa sehemu ya genge lililoajiriwa na yule mwanasiasa kwa pendekezo la Song Pan Hao alikamatwa akivunja sheria za barabarani, akiwa anaendesha gari lile lile lililohusishwa na ajali. Mwizi huyo alijaribu kumpa hongo askari aliyemzuia mwanzoni. Askari huyo hakuwa na nia ya kuchunguza zaidi, lakini alipogundua kuwa gari hilo liliibiwa, alijaribu kumkamata mwizi. Huyo aliingiwa na hofu alimpiga askari huyo na kukimbia. Jioni hiyo Song Pan Hao aliandaa chakula cha moto kwa ajili ya mwanawe. Kadiri hali ilivyozidi kuwa ngumu, baba na mwana waliweza tu kutazamana kwa macho yenye machozi. Song Pan Hao alimuomba msamaha baba yake, akihisi hatia kwa kumvuta baba mwenye haki katika dhambi. Wakati Song Pan Hao alikuwa karibu kumfariji, ghafla polisi mwanamke alifika akiwa na taarifa kwamba gari lililoibiwa lilikuwa limepatikana. Baada ya kusikia kutoka kwake kwamba mwizi wa gari alikuwa amemshambulia askari polisi, Song Pan Hao alitambua uzito wa hali hiyo. Ili kuzuia mambo yasiharibike Alikimbilia katika eneo la kuhifadhi magari aliyokamatwa ili kuchukua gari hilo. Kwa kuwa alikuwa jaji mwenye heshima, polisi mwanamke alimwambia asaini tu karatasi na alichukue gari. Hata hivyo, afisa mwingine aliona tairi limepauka na alipolichunguza alipata kipande cha mudguard ya pikipiki kikiwa kimekwangwa ndani yake. Tukio hilo lilimfanya polisi mwanamke ahisi kuwa huenda mwizi alikuwa ametumia gari hilo kufanya kosa la jinai. Kwa sababu hiyo, Song Pan Hao alikamatwa na kupelekwa kuhojiwa. Wakati wa mahojiano alidanganya, akidai kuwa mwanawe ndiye aliyekuwa ameendesha gari hilo siku moja kabla. Kwa kuwa Song Ha Yong die aliyekuwa akilitumia mara kwa mara, polisi mwanamke alimtaka naye ashiriki katika uchunguzi kama shahidi. Song Pan Hao hakuwa na budi ila kumleta nyumbani, ambako alimpa mwanawe maelekezo ya siri ya kushikamana na simulizi walilokubaliana. Kwa msaada wa baba yake, Song Ha Yong alibaki mtulivu wakati wa mahojiano na hakufichua mapungufu yoyote katika simulizi lao. Wakati huo huo, baada ya kumaliza mazishi ya mwanawe, Kim Kang Hyon aliweka kwa uangalifu jino moja la utotoni la mwanawe mbele ya urni, ishara ya faraja na kumbukumbu la upendo wa milele. Licha majonzi yake makubwa, Kim Kang Hyon alionekana mtulivu mbele ya familia yake. Mwanawe mkubwa aliapa kwamba angemtafuta muaji, lakini Kim alimwambia arudi Marekani. Mkewe akiwa amezidiwa na huzuni alimlaumu kwa kutofanya chochote. Kim hakubishana, alimkumbatia kwa upole na kwa sauti isiyo na hisia akasema kuwa hakukasirika alipomshutumu kuwa hana moyo. Kim Kang Hyon alibaki kimya, si kwa ukatili bali kwa sababu huzuni yake ilikuwa nzito mno hata angeweza kuelezeka kwa maneno. Siku iliyofuata Kim Kang Hyon alimwomba dereva wake acheze tena rekodi ya simu ya dharura. Pumzi nzito zilizorekodiwa kwenye simu hiyo zilimfanya dereva kusita, lakini Kim alisema kwa uthabiti kwamba hizo hazikuwa pumzi za mwanawe; zilikuwa za mtu mwenye ugonjwa wa pumu. Huku bado akiomboleza, Kim Kang Hyon alikuwa tayari ameanza safari ya kumtafuta aliyesababisha kifo cha mwanawe. Muda mfupi baadaye, afisa mmoja alimjulisha Kim kwamba gari lililoibiwa lililingana kabisa na gari lililohusika kwenye ajali. Kipande cha mudguard ya pikipiki kilicho patikana ndani ya tairi lililingana na mfano wa pikipiki piki ambayo Kim alikuwa amemzawadia mwanawe. Uchunguzi zaidi ulionyesha kuwa sehemu ya mbele ya gari ilikuwa imebadilishwa, na sehemu ya zamani iliyopatikana eneo la ajali ililingana na mwaka wa utengenezaji wa gari hilo. Zaidi ya hayo, ilibainika kuwa mwizi wa gari alikuwa mwanachama wa genge hasimu. Afisa wa polisi alihitimisha kwamba mwizi huyo ndiye mshukiwa mkuu aliyefanya hivyo kwa sababu ya uhasama wa magenge. Hata hivyo, Kim kanhyon alimwagiza afisa huyo aweke matokeo hayo siri, na mkabidhi taarifa zote zinazomhusu mwizi huyo, jambo lililoonyesha wazi kwamba alitaka kujichukulia sheria mikononi mwake. Baada ya Kim kuondoka, afisa huyo alimtafuta kwa siri mwana mkubwa wa Kim na kumweleza kila kitu ambacho baba yake alikuwa amegundua. Kuanzia siku hiyo, mwana mkubwa alianza kuwa mtulivu na mwenye mawazo mazito, kana kwamba alikuwa akipanga jambo fulani. Wakati huo huo, mke wa Kim aliposikia kwamba mwizi ndiye alikuwa anasingiziwa kuwa muuaji alikasirika sana. Kwa mtazamo wake, mtu wa hali ya chini kama mwizi hangeweza kusababisha kifo cha mwanawe mpendwa. Wakati huo Kim Kang Hyon alikutana na kiongozi wa genge la kike ambaye awali alikuwa ametishiwa na mwanawe mkubwa, akimuuliza kuhusu uhusiano wa mwizi huyo na genge lake. Mwanamke huyo alikanusha kuhusika, lakini akaahidi kushirikiana katika uchunguzi. Kwenye njia yao ya kurudi, msaidizi wake alimkungusha kwa diwani mmoja. Bwana John alikuwa amewasiliana nao siku ya tukio, akiwaomba wamsaidie kushughulikia gari lililohusika kwenye ajali. Mara tu alipotambua uhusiano huo, kiongozi huyo wa genge alilia kwa hasira akitaka kujua tarehe kamili ya simu hiyo aliposikia kuwa genge lilianza kushuku kuwa gari lililohusika kwenye ajali lilihusiana na kifo cha mwana wa Kim Kang Hyon, Bwana John aliingiwa na hofu. Wakati huo huo Song Panhao alifika akimlazimisha kukabiliana na mabadiliko ya hali. Panhao alidanganya tena akikiri kwamba gari lililohusika kwenye ajali lilihusiana na kifo cha mwana wa Kim, lakini akasema kwa uongo kuwa yeye ndiye dereva aliyekimbia baada ya ajali. Bwana John alikubali Pan Hao kwa kumpanga mwizi huyo asafirishwe nje ya nchi kuhakikisha kwamba hatarudi tena Korea. Mpango huo ungefanya Kim Kang Hyon aamini kuwa mwizi huyo alitoroka kwa woga, na hivyo kuondoa hatari ya hata tatizo lolote zaidi. Akiwa ofisini kwake Song Pan Hao alianza kutafuta jina la yule mwizi kijaribu kukumbuka ni wapi alikuwa amelisikia hapo awali. Kwa kweli, alikumbuka kuwa mwizi huyo alikuwa mume wa mwathiriwa katika kesi aliyowahi kushughulikia, ambapo kifo cha mkewe kilikuwa kimeacha binti mdogo na bibi mzee waliokuwa wakiishi wakitegemeana. Hivi karibuni walikuwa wamemtembelea Pan Hao wakimshukuru kwa hukumu yake ya haki na huruma. Jioni moja, wakati yule bibi na mjukuu wake walipokuwa wakifurahia matembezi mafupi ya jioni Song Pan Hao alikuwa akiwatazama kwa siri kutoka ndani ya gari lake. Aliwakumbuka kwa upole, urahisi wa bibi huyo na usafi wa moyo wa yule msichana mdogo. Macho yake yalijaa machozi, lakini alijizuia kuyabubujisha. Ghafla, Mlipuko mkubwa ulitokea nyumbani kwao na moto ukalipuka ghafula, ukimjeruhi vibaya yule bibi. Song Pan Hao alikimbilia kuwasaidia, akijaribu kuzima moto kwa koti lake, lakini bibi huyo alikosa hewa na kupoteza maisha. Wakati alipokuwa akijaribu kumwokoa yule msichana aliyekuwa bado ndani, mlipuko mwingine mkubwa ulitokea ukamlazimisha kujificha, huku akitazama kwa uchungu moto mkubwa ukiteketeza nyumba hiyo yote, bila kuwa na uwezo wowote wa, wa kuzuia maafa hayo na hapo ndo mwisho wa muvi yetu. Je, unafikiri nini kilitokea? Binafsi sijui. Ulikuwa nami msimuliaji wako Pop Recaps, hadi wakati mwingine, bye bye.